Hapa nitakuletea madhara ya uti wa mgongo kuathirika, ambayo tunasema ni spinal cord issue au tunasema Spine cord uh, compression madhara ambayo utayapata namba moja, uh, ni kupooza ambayo utapooza uh, kwa viungo baadhi vya mwili, lakini namba mbili ni kupungua au uh, utakosa hisia sehemu fulani uh, za mwili, lakini pia madhara mengine utasema ni maumivu makali ya mgongo, utapitia changamoto ya maumivu makali uh, ya mgongo, lakini pia utapitia changamoto ya kupoteza ule uwezo wa kudhibiti ile haja ndogo na haja uh, kubwa lakini pia madhara mengine utakayopitia, ugumu wa kutembea na kuweza kusimama, utakosa kabisa hiyo stamina, na mwisho utapata maza, uh, changamoto uh, ya kisaikolojia ambayo ni kama msongo wa mawazo au uh, huzuni. Hivi vyote utayapata kama utapata changamoto uh, ya kuwasilika kwa uti uh, wa mgongo, ambayo tunasema ni spinal cord, uh, issue, na kama una changamoto hiyo basi, changamoto ya mifupa, una changamoto ya uti wa mgongo na changamoto ya viungo, basi a clinic tuko kwa ajili ya kusaidia wewe kuondokana na changamoto hiyo, basi usisahau kututafuta, ili na sisi tuweze uh, kukusaidia ukiwa hapo nyumbani.